wa umma huwa wana wana vitu ambavyo tunasema kama kama posho fulani au kama fidia fulani mm. Inapotokea kwamba aidha anahamishwa kikazi au anapandishwa cheo mm. Au yanatoka yale marupurupu yale kwa ajili ya mambo ya, ya, ki, ya kiserikali mm. Au kwenye masuala ya afya vitu, yeah. Kama bima mm. Sawa. Kwa hiyo inapotokea uh, mtu anapopata fursa ya kutendewa na umma au na serikali katika nafasi yake yeye ya, ya kiserikali kwa maana ya kupata posho yake labda ya uhamisho au kupata fidia yake kutokana na jambo fulani la kiserikali au kupata huduma ya afya pale, huo anatakiwa kuweka orodha yake ya wategemezi mm. kwa maana gani? Kwamba unapokuwa na wategemezi wengi zaidi, basi unakuwa una hela nyingi zaidi, lakini unapokuwa na wategemezi wachache zaidi, unapewa hela zinakuwa chache kidogo mm. kwa mfano kama ni familia labda ya baba, una mke wako na watoto wako wawili, tafsiri yake ni kwamba Siku utakaotakiwa kuhama labda kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kikazi mm. Serikali itakulipia wewe hela yako ya kuhamishwa. wa, wa, wa, wa, wana viwango vyao huwa wanapigia hesabu kulingana na kilomita mm. Kwamba watakupigia kwa kilomita hizi, unapaswa kulipa shilingi fulani kama hela ya kuhama mm. Lakini na mke wako pia atalipwa kiasi hicho hicho kama cha kwako wewe, ambacho kitahesabiwa kwa kilomita na utalipwa hiyo hela kwa niaba ya mke wako. De. Lakini kwa watoto wako wote, kila mmoja atalipwa nusu ya ile hela ambayo unalipwa wewe kama mm. uh, fidia yake ya kuhama au kama posho yake ya kuhama. Mm. Sasa watu wengi wao wanaionaga hiyo kama fursa ya kupata pesa. Uh -huh. Kwa hiyo ili apate uh, nyingi mm. basi analazimika kuweka watu wengine waonekane mm. Uh -huh. Kwamba nao ni wategemezi ili tu kile kiwango cha pesa kiwe zaidi ya kile ambacho alipaswa kupata kiuhalisi. Mm. Sasa, mazingira kama hayo aidha ya namna hiyo ya kuhama au mazingira labda anatakiwa kupewa posho fulani kwa ajili ya fidia yanalazimisha ya watu wengi Kula, Ku, ku, ku, kuwaweka watu ambao sio wategemezi waonekana kama ni wategemezi ili mm -hmm. tu kiwango cha pesa kipatikane. Hiyo ipo hata kwenye bima ya afya, yeah. Unakuta uh, utaratibu wa bima ya afya ni kwamba unapaswa kuwaweka wategemezi wako kwa maana ya mke, watoto na wazazi wako kama wapo, ndio yeah. Lakini kutokana na mazingira, mtu labda aliishi na bibi yake mm -hmm. anataka kumweka bibi yake naye katika uh, orodha ya wategemezi ili naye aweze kunufaika na ile bima ya afya, kutokana labda na uzee bibi anaumwa sana mm -hmm. kwa ili kupunguza gharama kwa upande wake yeye basi amuingize kwenye bima yaka ya afya ili naye aweze kunufaika na ile bima yeye apunguze gharama za matibabu mm -hmm. kwa hiyo bima. Uh -huh. Kwa hiyo unakuta mazingira kama hayo yanamlazimisha mtu aidha kutengeneza mazingira, kufoji nyaraka au vyeti ili ionekane kwamba yule mtu alikuwa ni mtegemezi wake tangu awali ili aweze kupata tu zile manufaa yanayotokana na uwepo wa huyo mtu katika wategemezi wake. Uh, Kwa hiyo unakuta watu wanaweka mazingira fulani ambayo kwa namna moja au nyingine yanawalazimisha kuingiza watu ambao kisheria hawatambuliki kama wategemezi yeah. ili waonekane ni wategemezi aidha kujaribu kukwepa gharama au kujinufaisha kwa kupata kipato zaidi kutokana na hao watu. Kwa hiyo mm. hayo ndiyo mazingira hasa ambayo huwa yanafanyika ili kuhakikisha kwamba watu wanapata zaidi ya kile ambacho